Lengo kuu la mafunzo haya ni kuwawezesha wadau kama nyie kuelewa kwa usahihi majukumu ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, kuelewa maudhui ya ripoti za ukaguzi pamoja na namna mnavyoweza kushiriki kikamilifu katika kazi za ukaguzi ikiwa ni pamoja na kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kweli ni muhimu sana kwa machifu na asasi za kiraia kuzielewa vizuri ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa sababu machifu na asasi za kiraia wakielewa vizuri ripoti za ukaguzi, watawezesha wananchi, kwa sababu wao ni sehemu ya wananchi, sehemu ya raia wa wa Tanzania, lakini ni viongozi kwenye jamii yetu ya Tanzania wenye ushawishi mkubwa. Kwa hiyo mkipeleka ripoti za ukaguzi, mnaweza mkatoa mchango mkubwa kwenye kuimarisha uwajibikaji hapa nchini na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuwepo hapa. Tunaishukuru ofisi ya CIG kwa kuona umuhimu wa machifu kwa kuweza kutuandalia semina hii ambayo ina, ina baraka kubwa ina maono mengi, tumejifunza mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Imetuongezea ujuzi juu ya uwajibikaji, uwazi na uadilifu katika mambo yote tunayoyafanya katika jamii, na tuwaambie jamii, viongozi wetu ambao waliokuwa katika maeneo husika, umuhimu wa kutumia fedha za serikali kama ilivyopaswa, na tusijinufaishe sisi wenyewe. Hizi pesa ni kwa ajili ya wananchi, na ziende kwa wananchi, na ziende kwa malengo ambayo yamelengwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo ofisi ya CAG taifa hapa makao makuu Dodoma kwa kitendo chake cha kutuunganisha na kutupatia semina inayohusiana na mambo mbalimbali yanayohusu na udhibiti na ukaguzi wa fedha za serikali zinazotolewa na serikali zinazo kwenda katika miradi mbalimbali mpaka mbali kule chini kabisa kupitia halmashauri na taasisi nyingine zinazofanya kazi kwa niaba ya serikali. <coughs> Uh, ofisi ya CAG ina jukumu kubwa sana na kwa kiasi kikubwa, nitumie forum hii au fursa hii kuwapongeza na hasa tunampongeza Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio chifu mkuu wetu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo amewekeza kwa kiwango kikubwa sana kuwawezesha ofisi ya CAG kufanya kazi yao kwa uadilifu, uaminifu na kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba kumbe Mheshimiwa Rais yupo karibu na wananchi, anajali rasilimali zinazopelekwa kule ziweze kutumika vema na kwa ufasaha zaidi. Uh, katika semina hii mimi nimefaidika sana. Nimefaidika ni ni kwa sababu kwanza nimefahamu kazi wanazofanya CAG. Siku zile nilikuwa nafahamu tu kwamba CAG ni mkaguzi ya maisha, kumbe ana wigo mpana sana katika kuboresha, eh, mahesabu yanayofanyika ya, ya, ya, ya, ya, ya hapa Tanzania. Tumeelezwa ilivyoanzishwa madhumu, madhumuni yake na malengo yake, kwa kweli katika malengo ni mazuri sana. Kwa hiyo kuja kwetu sisi hapa tuko wengi kama kumi hivi, tumepata mafunzo mazuri ambayo yatatusaidia katika uh, kuwashauri wenzetu kule kijijini, ndo kutoka hali halisi ya uh, mambo ya budget na matumizi yake, halafu wakati huo ni kusimamia miradi ambayo iko inaendeshwa.